Rais mstaafu Daniel Arap Moi amekariri kuwa ule utabiri wake kuwa rais Uhuru Kenyatta alifaa kuwa kiongozi ulikuwa ni wa uhakika. Akizungumza wakati wa mnada wa mbuzi uliofanyika hii leo katika eneo la Kimalele, kaunti ya Baringo, mzee Moi aliwakosoa wale wote waliokuwa wakimkosoa kuhusu uteuzi wake katika kipindi hicho cha nyuma. Wenyeji wa Kimalele, kaunti ya Baringo wameashiria furaha yao kwa kurejeshwa kwa mnada huo ambao siku za hapo awali uli wafaidi pakubwa wenyeji kwa kupata fursa ya kuuza mbuzi wao kwa bei ya juu na hivyo kupata faida kubwa. Mnada huu namna ya kujipatia pesa kwa kuuza mbuzi, kuuza ng'ombe na mifugo mwingine ambayo mlio nayo. Kuweko kwa soko hii ya mbuzi na by extension mifugo ni dhihirisho wazi kwamba kuna rasilimali katika kaunti ya Baringo na kupitia kwa mifugo tunaweza kujenga uchumi wa sehemu hii. Katika soko hii la mbuzi tukiwa tumekuja tuchange pamoja, ndio tuwezeshe watoto wetu waweze kusoma. Masomo ni kitu ya muhimu sana, kwa sababu masomo ndio msingi wa maendeleo, na sisi zote tunatakikana tushirikiane pamoja, tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wameweza kupata elimu.